Kwenye dunia ambayo watu wanatafuta kupendwa, kuna baadhi yao wanatafuta kuonekana. Na kwenye ulimwengu ambao mastaa wanapanda juu, kuna roho nyingine zinaoongelea kutoka chini. Hii si hadithi ya nyota, hii ni hadithi ya mwanga na kivuli, mashabiki na waabudu, ukweli na ndoto. Karibu kwenye Movie Secrets By Us, mahali ambapo tunavunja filamu si tu kwa macho, bali kwa roho, akili na hisia Leo tunavunja filamu ambayo si tu ilimtengeneza Sharukukani upya, bali ilimtenganisha mara mbili, mtu dhidi ya kivuli chake. Karibu kwenye siri, ishara na mafumbo ya filamu hii iitwayo Fun". Fun ni filamu iliyotoka mwaka 2016 chini ya director Mane Sharma, filamu ya mapenzi ya ajabu kati ya star na kivuli chake. Kama unataka stori kamili, uchambuzi wa kina na ishara zote, tembelea YouTube, TikTok, Instagram na Facebook zetu, Movie Secrets By Us. Jina la filam linaonekana rahisi, Fan, likiwa na tafsiri ya shabiki, lakini direkta Maneshi Sharma hakumaanisha shabiki kwa maana ya kawaida. Kwenye filam, Fan ni taswira. Fan ni obsession, ikiwa na maana mahaba ya kupindukia, kuwaza au kutamani kitu bila kupumzika. Fan ni identity ambayo haijawahi kupewa nafasi ya kupumua. Ni jina rahisi linaloficha uzito wa swali moja: je, bado wewe ni wewe ikiwa umejenga maisha yako juu ya maisha ya mtu mwingine? Muhusika wa kwanza Gaurav Chandna, Shah Rukh Khan toleo la kijana. Maana ya jina Gaurav Chandna: Gaurav kwa Kihindi lina maana ya pride Fahari, kitu cha kujivunia. Chana linatokana na mizizi ya neno chand, maana yake mwezi, nuru baridi, nyepesi isiyo na joto la jua. Gaurav, fahari ya mwanga wa kuazima. Huyu ndiye kijana anayempenda Aryan Khanna, sio kama staa tu, bali kama sababu ya kuishi, mfano wa ikiwa yeye anaweza, hata mimi naweza. Lakini akasahau kuwa maisha si fotokopi, yanahitaji mwanga halisi, sio mwanga wa mwezi. Ishara kuu ya Gaurav ni kioo, taswira ya kioo. Kila mara Gaurav akijitazama, anaona Aryan. Director anatuambia ukijenga maisha juu ya mtu mwingine, mwisho wa siku kioo kitakulipizia. Nguo anazovaa anaiga kila kitu hadi tabia ndogo ndogo. Hii ni ishara ya kupoteza utambulisho kwa jina la mapenzi. Mhusika wa pili, Aryan Khan, Shah Rukh Khan, toleo la star. Maana ya jina Aryan mtu wa hadhi bora, aliye juu, kana, anayemiliki, anayesimama juu nyu ya jukwaa. Aryan anawakilisha nguvu ya umaarufu, joto kali la jua, mwangazo unaounguza ikiwa unakaribia sana. Director alitaka tuone, star anaishi kwenye ulimwengu wa mwanga mwingi, na shabiki anaishi kwenye ulimwengu wa kivuli chake. Wanapokutana mwanga na giza, hulipuka siri na ishara kuu za filamu hii. Namba moja, ishara ya double roll. Shah Rukh Khan kucheza wahusika wawili ni fumbo kubwa la filamu, sio tu kuhusu uhusiano wa staa na shabiki, bali ni pambano la Shah Rukh Khan dhidi ya toleo lake la zamani. Director anasema mafanikio yanakuja na kivuli chake. Ukikimbia nyuma ya mwanga, usisahau giza linatembea na wewe pia. Namba mbili, safari ya Dell Gaurav anasafiri kutoka Delhi ambako ni nyumbani ambako ndo asili, na kwenda Mumbai ambako ndo ndoto, jukwaa na mwanga. Hii ni safari ya mtu anayekimbia kutafuta uthibitisho. Director alitumia safari hii kama ishara ya ukiachana na mizizi yako kwa ajili ya mtu mwingine utapoteza njia. Namba tatu, ni pambano la mwisho kwenye jengo la wazi. Hili sio tu fight scene, ni ishara ya kioo kinachovunjika ukuta mweupe nyuma yao ni ishara ya Identity Black. Mtu mmoja lazima atoweke ili mwingine abaki, na pale Gaurav anapoanguka, filamu inatuuliza swali: je, mwanga uliokufanya uishi unaweza pia kukumaliza? Namba 4, ishara ya tabasamu kila mara Gaurav anapo tabasamu ni tabasamu la mtu anayejitoa kwa kitu anachokiamini, lakini tabasamu hilo linakuwa zito, ishara ya maumivu ya mtu anayeishi maisha mawili, anayopenda na anayotamani. Mafunzo ya siri ya filamu hii. Namba moja, usijenge maisha juu ya mtu mwingine, unapoteza yako. Namba mbili, umaarufu una gharama ya roho, unapowaka jua, kivuli kinateseka. Namba tatu, kila star anabeba mzigo wa matendo ya mashabiki wake. Wanaweza kumwinua, wanaweza kumwangusha. Namba nne, kivuli ukikataa kukubali kuwa kivuli, kitageuka monster. Hii ni Movie Secrets By Us, mahali tunapofungua milango ya filamu, tunatoa mafumbo, tunapima roho ya kila frame na tunakupa maana ambazo hazifundishi darasani. Ukihitaji full version analysis ya filamu nyingine au breakdown ya kina yenye ishara zaidi, tembelea ukurasa wetu wa YouTube TikTok, Instagram, Facebook, Movie Secrets By Us, ambapo filamu hazitazamwi tu, zinachunguzwa kama injini ya maisha. Karibu na asante.